Wazee wangu bwana, watoto wenu uh, tumekuja hapa tunataka tume kufahamu, uh, mkubwa Fella mtu wa aina gani na mlikuwa mnaishi naye vipi hapa e, hali ya kuwa mnajua sasa hivi mzee mwenzenu naye anaumwa huko, yuko nyumbani pengine muda mrefu, labda uh, hajaja maskani. Nianze kwako mzee wangu. mimi bwana, kwanza umeishi naye vizuri sana na tulipenda sana Mwenyezi Mungu kama uhai bado upo, ainukiwe apate afya njema azidi kuja kutufadhili katika kijiwe chetu hapa cha kwa Mzala, maana yeye ni mzee wetu na mheshimiwa ni kiongozi wetu wa Kilunguli hapa kata ya Kilunguli ni ki... baada, tuna imani naye na tunakuwa mapenzi naye makubwa sana tu, maana yake katufadhili vitu vizuri, banda hili katu, yeah. Eh ee, wa mchango wake eh yeah. Eh mpaka tunulia TV kumbe, eh tunaona tunaangalia yeah. paka pake shukutwa pamoja, kwamba kipindi kile cha mabomu yeah. Ikawa katika pukusa pukusa ni vile vikawa me click, kwa hivyo sisi tunasikitika sana. Uh, maana laiti kama angekuwa yeye yupo, basi uh, ilizingia kwa swala dogo sana, angesema hii imevunjika basi, ni taita kubwa kuliko hii. Kwa hiyo kwa hiyo kwa kwetu sisi ni tunajisikia maumivu eh, maana kwa kweli lazima tuzungumze sahihi. Maana mtu aliyekutendea mema lazima umshukuru kwa wema wake, sahihi. Huwezi kumshukuru ubaya wakati aje kutendea ubaya, sahihi. Ehe, kwa hiyo mimi

bwana fika hapa kiteremka basi, jamani wazee, mmekunywa kawa hapa bwana? Ndio, kama hivi kunyweni kawa nakunywa kawa. Hana kujiona, hana ubakula. Basi kwa vile yeye ni mtu kiongozi mm, akatutenga hakututenga, haku tuko, yaani, tuko naye pamoja, na mpaka sasa hivi tunamwombea dua, Mungu amwinue uh, maradhi yake ambaye yamwondolee mm tu wote. Kwa hiyo maoni yangu ndio hayo, nashukuru sana ae, kufika kwako, basi itakuwa ni vizuri mno ambayo unaona hata watu ambaye wanaejua mtaani wapi wapi wanajua, yeah, kama sio na majonzi sahihi. Eh, eh. Nikija kwako mzee wangu, unatamani kufahamu labda nyinyi uh, sasa hivi mnashiriki vipi uh, mwenzenu kwenye hali ya ugonjwa labda kwa kumsalimia au kwa kumjulia hali uh. Sisi hapa kama wanakijiwe, hatujaenda kumsalimia kutegemeana na ma mazingira ya pale. Kama mimi nahitaji kwenda kwenda kwake sipati nafasi ya kuingia, kutegemea na familia jinsi walivyopanga mipango yao, haruhusi kuingia. Lakini tunasikitika kama wanakijiwi, kwa sababu ni mtu wetu wa karibu. Tulitamani kila siku twende tukaangalia hali yake, jinsi maendeleo yanavyoenda, na kama tuna mchango wa mawazo tuchangie, lakini tunashindwa kutegemea na familia waliyopanga wenyewe kama familia tumepata. Yeah. Eh. Ila mlipata taarifa za kwamba anaumwa na nini? Eh, tumepata taarifa kama anaumwa na amepata stoku lakini hatujawahi kumwona kwa sababu kutengena na mazingira ya familia walioyapanga. Ila kama kijiwe, tunasikitika sana kwa sababu ni mtu wetu wa karibu, mengi ametufanyia mtu wetu ambaye tunaongea naye, tunakunywa kahawa mengi, na tunantania sana kuhusu Simba yeye, mimi Yanga, na nantania sana tunabishana sana. Kwa hiyo tunasikitika kuto kwenda kumwona mi nasikitika sana, lakini hmm. mengi ametufanyia. Kwa taarifa ilizozipata nimesikia, barabara amehusika asilimia kubwa, kituo cha polisi e, tuanze kwakwa mzee wangu au vijana wenzetu walikuwa wanatudanganya ah, kuhusu maswala y hmm. barabara hayo mambo, wana wastani wake. baada ya kwa ukuwa kiongozi ye, kawa kafanya changamoto nyingi mpakabarabarakimepatikanika tazungumzai katika ndani ya uongozi wake imepatikana barabara baada ya kuwa diwani na Mwenyezi Mungu kagombania kpataweikege ekkepaaa pushi tukapata barabara kwanza njia panda mpaka kwa Makibonge. Kwa hiyo nashukuru bwana, katika masuala ya barabara, hilo mimi sina mashaka, nimepata katika uongozi wake. Kwa hiyo hakuna sisi tumwambia mtu mwingine wewe ambaye nyuma kwa ah, ntamwona aliye kuwepo kwamba barabara imepatikana ndani ya wa uongozi wake eh, eh. Ni kurudi kwako mzee wangu, kama mlikuwa mnakataza kwenda kumsalimia, sijajua nyinyi mlikuwa mnapataje taarifa sasa hivi labda anaendeleaje mzee mwenzenu? Au kuna mtu ambaye alikuwa akiwaambia kwenye familia? Aa, kuna watu wa karibu ambao ni jirani zangu mmoja mmoja wanawahi kwenda siku moja moja ndio tunapata taarifa zake. Eh, lakini sisi hapa kama mimi na wengi tule kuwepo hatujawahi kumwona tangu amepata matatizo, lakini anatamani kwenda kumwona yeye. Nashindwa nani alikuwa anakataza? Eh, naona familia eh, ni familia. Unaona wamekaa, haitakiwi kwenda watu ovyo kwenda kumwangalia yule ambaye anaumwa. Mimi nataka naulize eh, swala la kizushi kidogo wazee wangu, naruhusu watoto wenu wanywe kahawa? sisi watoto zetu mimi wastani wangu hapa na kunywa mimi peke yangu tu kahawa. Manangu wajashiriki kuja kunywa kahawa hapa. Labda si wenye watu wengineewe. Maana kunywa kahawa ni kinywaji kama vile vingine. Akinywa mtoto mara nyinyi, mna vitu vyenu bwana. Ah, unajua kahawa eh. Aiulumtu eh. Kahawa, ila kwenye matatizo ambayo ya presha. Kuna ile presha ya kushuka na kupanda. Na kama ile ya kushuka, inafaa kunywa kahawa. Lakini ile ya kupanda, usinywe kahawa. Kwa hiyo mwanao tumwambia kama na presha kushuka yeah, kahawa unaweza kunywa kama ni tiba mojawapo pamoja na kinywaji sawa sawa eh, eh. Lakini kusema labda sijui, ni mkataze mwanangu, nitamkataza bange, pombe mwanangu, lakini kahawa tangawizi, bwana, ni kinywaji kama vile vingine, kama ndio na soda yeah. eh ila tu energy mimi simruhusu mwanangu mpaka yeah, chini ya miaka kumi na nane yeah, ndio libidi hanywe na yeah, unywe hii moja isizidi hapo. Kwa hiyo siwezi kujua wenyewe walivyokatazwa na maana gani? Ehe. Maana kama maandishi mle imeandikwa hizi ni kahawa, kahawa, kahawa. kahawa? Shawahi. Ina ladha gani? Kama chungu. Kama chungu. kama chungu. kama chungu au chungu hili? Ni sio chungu, ni ladha ya kahawa, sio chungu E, ile ndio ladha ya kahawa, ndio maana tunaipenda kama sisi weze kunywa ile ladha, ni tamu sana afu inaleta furaha ndani ya misuli La. na kwenye damu La. na mdomoni. Naweza nikasafiri kama kahawa, amna hadi rangi tatu kufata kahawa ili akili zangu zifurahi. Ala, eh, unaweza kutoka hapa hadi rangi tatu kama kahawa muzaji, hamna kwa kufuata kahawa ikiwa asubuhi, jioni, kwa kuifuata kahawa na kama sijakunywa sijisikii La. E, ladha ya akili inapungua. Eh, kwa hiyo nafuatilia kahawa sehemu yoyote ile, kuwepo kama hapa bwana. Nawashukuru sana, naombeni kupata dua zenu, ili kurudi tena kumwona mkubwa Fella katika kijiwo akiwa na hali ya afya timamu. Tuanze kwako mzee wangu, tutamalize. Nashukuru sana, mimi naomba sana kwa Mwenyezi Mungu mkubwa Fella apate afya njema tuwe naye hapa kijiweni, niendelee kumtania na niendelee kutusaidia wana Kilungule, sababu ametusaidia, imekuja kituo cha polisi, kuna hospitali kwa ajili ya uongozi wake, na amelifanya juhudi kubwa sana na tu, hivyo tunavitumia hadi leo tunafaidika. Nashukuru sana mkubwa Fella, na muombe kwa Mwenyezi Mungu arudi apate afya njema. Eh, nasikana mkubwa Fella alikuwa analeta pia wasanii wake wanakuja kuangalia pamoja bandani, au biashara zake alikuwa huko. Ah, kwa wasali mimi sina kumbukumbu kumbu. Kutokana kama alikuwa amekuja wasanii wake kama mtu alifuatana naye, ni rafiki yake au mdogo wake, ndugu yangu hapa. Kwa hiyo cha msingi zaidi sana ni dua, Mungu amwinue pale alipolala, awe na nguvu yake kama kawaida, achape kazi kama kawaida. sa, tuna, sa. Tunataka sana tumuone Fella sa. Anakuja kijiweni hapa tunakunywa naye kahawa. Kwa hiyo hilo, tunamwambia dua yetu kubwa sana ni hilo. Sa, na hata azidi kutufadhili, naona panga iko, yupo yeye, hata simiti ingewekwa, maana kibanda e, toka ilivyo ilivyo tu, awe nguvu yake kujenga banda hili e. Yaani hata miaka miwili bado e. Naona bwana kwa hiyo manake likopolibandaae nafasi hii tumeomba tumwa, tumwa, nini akaomba uh, tukawa tumekaa uh, na baada ya kitu akasema swala banda ilijengwe jengwe uh, kakaa tuka tukafatilia la banda eh, uh, bwana naamini wazi uh, kwa mwaka huu uh, video vingekuwa vikubwa uh, angenunua tena kikubwa halafu hapa uh, tusingekuwa tunakaa kwenye vumbi kama hapa tusinge simiti ingewekwa hapa uh. Eh, manake tulikuwa naye pamoja vizuri sana. Eh, hajui kumtukana mtu wala kumsonya mtu mdogo wake. Ehe, mzee wake wanefaanalika kama kawaida. Eh, basi kwa hayo mengi na machache ambayo wamezungumza wazee wangu wanasema kijiji wa wazee bwana, kijiji ambacho hakina wazee eh, wanasema kinakuwa ni uhuni mtupu, wazi? Basi nimekuja kuzungumza kadhaa na wazee wangu hapa maskani kabisa Mkubwa Fella. Uh, kilungule hapa na kwa ambao wameyazungumza, natumai utakuwa umeyajua vyema sana. Asanteni kwa kutuangalia. Mimi watakia kila la kheri. Mungu mjalie Bwana Mkubwa Fella arudi katika afya yake timamu kabisa. Arudi maskani hapa na wazee wenzake waendelee kutania na mambo ya Simba na Yanga. Mpaka wakati mwingine. Shukrani sana.